Habari wa Tanzania wenzangu na dunia kwa ujumla, ninaitwa Tyson Ibrahim. Uh, na atunitanguliza kusema, mimi sio mwanaharakati, mimi sio mwanasiasa, ila mimi uh, ni mchungaji na uh, ukiwa mchungaji uh, wewe haujihusishi na mambo ya siasa. Uh, ila wewe unahusika na jamii, na nataka niseme jambo ambalo uh, nime- nimejaribu kukaa kimya sana kwa haya mambo ambayo yametokea Tanzania uh, lakini siwezi kuendelea kukaa kimya tena, na hivyo nataka nichukue nafasi yangu na fursa yangu kama Mtanzania uh, kuongea maneno yangu uh, kama uh, ifuatavyo. La kwanza, nimesikitishwa sana kwamba uh, amani ambayo tulikuwa tunajivunia Tanzania sasa haipo tena, na hii ni kwa sababu ya watu wachache sana ambao wameamua kuona kwamba wao uh, ndio wanafaa kuishi na kuwa na maisha mazuri na ku, kula keki ya taifa zaidi ya watu wengine. Sijui tulifika lini hapa. Uh, lakini huu ni mwenendo mbaya sana. Lakini kutokana na mauaji ya tarehe 29 Oktoba, uh, siku ya uchaguzi na siku zingine zilizofuatia ya vijana wajenzi ambao waliamua kutoka mtaani na kudai haki zao, ukweli ni kwamba baada ya hapa nimesikitishwa kuona kwamba kuna taasisi ambazo zinaweza kuendelea kuisapoti serikali. E, nimeona <laughs> watu wengi ambao wametoka kuisapoti serikali na kuwasaliti wananchi wazi wazi. Sijui kama watu wa namna hii wanaroho sidani kama wana moyo, lakini pesa inaweza kufanya lolote lile. Lakini mwisho wa siku ubaya ni kwamba pesa huwa inaisha, huwa inaisha. Lakini jambo lingine ambalo limesikitishwa mimi ni Muadventist Sabato, na nilivyosema nimezaliwa kama Muadventist Sabato na nimekuwa kiongozi Uh, katika ngazi za kanisa nimesoma uchungaji katika chuo kikuu cha Arusha, na nimefanya shughuli zangu za kichungaji pia uh, katika maeneo ya Arusha. Uh, kabla nimesikitisha kuona kwamba kanisa langu la Adventist wa, wa Sabato mpaka sasa halijasema lolote, limekaa kimya na sijui kama litasema. Uh, lakini huu ulikuwa ni wakati sahihi sana wa kanisa kusema jambo, maana washiriki wetu wameathiriwa uh, katika yale yaliyotokea. Na unapotoa tamko wakati kama huu, wasabato wenzangu uh, hii haikufanyi wewe kuwa mwanasiasa, hii haikufanyi wewe kupinga mamlaka, kwa sababu Biblia inasema uh, Uh, tuheshimu mamlaka kwa sababu mamlaka yote yamewekwa na Mungu. Hapana. Hii inakufanya wewe kuwa mwanajamii na kanisa ni sehemu ya jamii, na jamii imeathirika kwa mambo ambayo o serikali ambayo uh, sio halali imefanya. Kwa hiyo nataka niwaambie tu, niwakumbushe tu kwamba mkitoa matamko kwa serikali hii hamwendi tofauti na Biblia. Sisi ni watu ambao tunafuata Biblia, kwa hiyo tunaweza tukatafuta pia namna ambayo tunaweza tukajificha tuka kupitia hiyo hiyo Biblia. Ninawaomba wachungaji na viongozi wa makanisa, hii jambo likemewe kwa sababu nafahamu hata nyinyi wachungaji mmehusika kuwazika uh, washiriki wenu na ulikuwa ni wakati mzuri sana wa kuulisia kanisa likiweza kusema. Makanisa mengine siwezi kuyasemea, lakini nataka niwapatie hongera sana kanisa la Catholic. Mmefanya vizuri sana kwa matamko mlioyasema, mlioyatoa yamewapatia faraja ya kubwa sana wa Tanzania na Uh, makanisa mengine madogo haya ya Pentecostal wachungaji, uh, wa mtandaoni na, na wale wenye makanisa, kwa yale yote ambao mmeyasema kuwa sehemu ya wananchi, huu ni wakati wa kuwa sehemu ya wananchi na sio uh, kuwa sehemu ya wenye mamlaka pia. Ninafahamu kwamba kuna hili jambo la la Commonwealth kumtuma Chakwera rais wa zamani wa Malawi kwenda kuwa msuluhishi uh, katika mchakato wa maridhiano ya Tanzania uh, mimi kama Mtanzania uh, simkubali Chakwera kwa sababu Chakwera ana tabia kama ya Samia allegedly, inasemekana kwamba Chakwera ndiye aliyemuua uh, makamu wa rais wake, lakini pia yeye aliwapatia nafasi za uongozi katika serikali yake watu wa familia yake. Kwa hiyo tunaweza tukaona mtu ambaye anakuja kufanya uh, uh, maridhiano na wananchi wa Tanzania wana haki ya kumkataa, na kama Commonwealth ingekuwa na akili sana ingemleta yule rais wa zamani wa Botswana anaitwa Ian Khama. Huyo ndo aliyepaswa kutumwa kwa Tanzania ili aweze kuchunguza akitumia vyombo ambavyo Commonwealth ingempatia, kwa sababu kama Commonwealth inafanya hivi na hi, hi ujumbe uende kwa Commonwealth na nitarekodi ujumbe mwingine wa Kiingereza. Ni eh, Commonwealth, kama mnanisikia, mjue kwamba kama mnaamua kufanya hichi ambacho mnakifanya kwa kumtuma Chakwera ambaye ana tabia sawa sawa, na anayejiita Uh, rais wa Tanzania uh, kiolisia, mimi nafikiri mna mnataka kumsaidia Samia ili mwisho wa siku awashukuru kwa kuwaruhusu mrudi Tanzania mwendelee na shughuli zenu za ukoloni. Maana tunafahamu kiolisia ni kwamba ukoloni haujaisha bado, hasa ukoloni mamboleo. Lakini jambo lingine ambalo ninapenda kulisema ni kwamba Uh, kuna viongozi ambao mna majina makubwa uh, katika vyama vya siasa na katika nafasi tofauti tofauti tofauti, mmekuwa mkionekana kuiunga mkono serikali ya sasa na rais wake. Uh, ukweli ni kwamba ninyi ni wasaliti. Hamwezi kuendelea kufanya hivyo hata baada ya serikali hii kuonekana ikifanya haya na kama ambavyo watu wengine wamekuwa wakisema, ni watahadharisha tu kwamba hii serikali ambayo mnaiunga mkono, kama ikiruhusiwa kuendelea, tuko hapa, kuna siku na nyinyi mtageukwa. Nani ambaye alijua polepole anaweza kutekwa na kupotezwa? Nani ambaye alijua kuna siku wakati wenu unakuja? Huu ndio wakati wa kurekebisha yale mliyoyasema hapo zamani, kwa sababu ukweli ni kwamba watanzania wanakwenda kuchukua nchi yao katika mikono yao na Mungu anaenda kusababisha hili jambo liweze kutokea. Nina wasiwasi kwamba hamtakuwa na sehemu ya kukimbilia kama hili litakapotokea, maana watanzania watakumbuka yale mliyoyasema kuwakatisha tamaa. Watakumbuka, watakumbuka hivyo huu ni wakati wa kuyasahihisha na mjiunge na harakati za wananchi wa kutaka kuikomboa nchi yao. Maana kama isivyokuwa hivyo, nafikiri sasa, uh, mwanze kutafuta nchi ya kukimbilia, maana Tanzania inaweza isiwe sehemu salama kwenu tena. Na kuhusu jambo la wasanii ambao wamekuwa wakiunga uh, serikali mkono na ambao pia walikuwa waki Yeah, kisapoti chama tawala. Yeah. Yeah. Ina sound vibaya kukiita chama tawala. Nafikiri tukiite chama, chama uwaji, yeah. Uwaji. Ingawa najua sio wote walio wauaji. Nyinyi wasanii mmewaonyesha Watanzania kwamba you're not loyal, eh, hamjali wale fans wenu, hamjali watu wanaowashabikia mnajali pesa na mko tayari kuwauza hata watu wanaowashabikia kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo uh, wale ambao mlipenda pesa kuliko kuwapenda mashabiki wenu mmeshajulikana, na kurekebisha hilo inaweza isiwe rahisi uh, lakini tumieni platform zenu kuwaomba msamaha na kuwafariji Watanzania na kuonekana mnawaunga mkono na kuomba msamaha kwa kile mlichokifanya, maana mlikuwa hamjui. Ni kwamba mlikuwa mnajua, mlipenda pesa kuliko wananchi. Na kwa wale ambao mnaendelea uh, kuiunga serikali mkono eh, ni muda wa kubadilisha hiyo mitazamo, kwa sababu mmeiona serikali inachoweza kufanya. And I just want to tell you this, hamtaweza kurecover mioni mwenu kwa hichi kilichotokea amani ya mioyo yenu kwa hichi mlichohusika kwacho, kuuwa Watanzania maelfu, kusapoti serikali iliyouwa Matanzania maelfu. You will never recover from it unless, muwe na toba halisi, muwe sehemu ya wananchi, msapoti na muwafariji wa Tanzania. Huu ndio wakati wa kutunga nyimbo za kuwafariji wa Tanzania kwa kile walichokipitia, ninajua mnaogopa serikali kwamba mkigeuka watawatumia watu wawaue, lakini hamtakuwa wa kwanza kufa, hamtakuwa wa kwanza kufa. Lakini mwisho kabisa, sababu nilikuwa nimeainisha kuongea mambo saba, nitoe pole kwa Watanzania. Poleni sana, na watu ambao wanaofahamu uh, kwa majina ambao imepata taarifa kwamba wamefariki. <sniffs> Lakini kuona Watanzania wakipigwa risasi katika nchi yao na kufa kama nzi na kurundikwa pasipokuwa na heshima was very devastating. Na niwaambie tu nyee mnaojiita serikali, inajua malengo yenu ni kuua wananchi wale ambao uh, wako kinyume na yale ambayo mnapanga kufanya. Lakini I'm telling you this, mark my word. Jinsi mnavyowaua ndivyo ambavyo mnawaongezea hasira, ndivyo ambavyo mnawafanya waongezeke zaidi. Ukweli ni kwamba kwa maandamano ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili nina uhakika watatoka watu ambao hata hamkuwategemea. Vikongwe, wamama, wabibi, wababu wote watatoka na vijana wao, kwa sababu kile mlichowafanyia hakikuwakatisha tamaa, bali kimezaa mbegu ya ushujaa. Na sasa mko hatarini sana. Mark my word, something big is coming. Na kwa mapolisi wa bara nataka tu ni- niwaambie kwa nyinyi mliohusika na mauaji ya watu wenu, hamtakuwa na amani. Kwa wale ambao, kwa wale wa Zanzibar, tunafahamu mlitumwa kwa ajili ya kuja kulipiza kisasi, na Biblia yangu nayoisoma na inaniambia, kisasi ni kwa Bwana, na kisasi ilikuwa sio sehemu yenu kufanya. Ninawaambia, kama mnaiona hii video hamtawahi kuwa na amani ya moyo. Mtapata pesa, mtalipwa pesa kwa kazi nzuri, mtakuwa na savings, mtakuwa na nyumba, lakini hamtawahi kuwa na amani ya mioyo. Na hii laana ambao umejiletea kwenye familia zenu itawatafuna tafuna tafuna mpaka vizazi vingine vinavyofuata. Biblia inasema kizazi cha nne, sijui kweni itakuwaje, kwa sababu hii ni dhambi ya mauaji na meamua kuifanya kwa makusudi na kwa kuamua, lakini mwisho wa siku Mungu anaona. Mungu ni wa haki na kweli. Namna pekee ambayo unaweza kujisaidia ili hii dhambi isikusumbue katika hii serikali batili inayoona ni sawa kuwaua wananchi wake ili tu iendelee kubaki madarakani. This is not acceptable. Hii haikubaliki, na najua mnajua, watanzania hawana nguvu ya kuwafanya chochote, hawana silaha. Ninyi mna masilaha, mna mabomu, mna vitu vyote vile vya kuwafisha kama ambavyo mmefanya tarehe 29 Oktoba. Lakini kitu ambacho hamjui ni kwamba watanzania wana Mungu na sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.